Karibu sana. Asante. mm -hmm. Wewe umetusikia wapi? Umetokea wapi? Mimi nimewasikia kipindi ambacho nilikuwa natumia simu kubwa, niliingiaga mitandao ya kijamii, insta, tiktok. uh -huh. Facebook kwao nikaonaga mna posti. uh -huh. Nikawa nimechukua namba kwanza. okay. Namba yenyewe nilifanya kuikalili kichwani kwa sababu simu yangu iliharibika. uh -huh ndo nikaaga na watafuta, ndo nikapewa mwongozo, ndo nikaa nimekuja nimetokea hapa Kimara, ila nyumbani Mwanza, ila nyumbani Mwanza. Okay, da umekaa hmm, kwa muda gani? Nina muda kwa sababu nakujaga naondoka, ila nimeanza kuja elfu mbili kumi na tisa. Okay. Na unakujaga kwa ajili ya ni familia au ni kazi? Mara nyingi nakuja kikazi, nakuja kikazi. hey. kazi gani? Kazi ya ndani tu, kazi hizi hizi. mm. Okay, katika hizo kazi ulizokuwa unakuja umekuwa unalipwa shilingi Kazi yangu ya mara ya kwanza nilikuwa nalipo elfu sitini na tano. mm -hmm. Mm -hmm. Nilikuwa ni buza mm, nilikaa ni miezi sita, ikabidi nikaambiwa nirudi nyumbani niende shule mm -hmm, shule, nirudi, shule gani? Sekondari kwa, okay. Okay. Okay, kwa, kwa, kwa sababu niliacha kidato cha pili, okay, e, nirudi nifanye mtihani okay, nimeudi shule kwa hiyo ndivyo fanya mtihani, kafanya tu vyo vyo mradi nifeli, basi nisiende, kwa sababu sikuwa na ndoto ya kwenda shule. Ndoto yangu ni fanye kazi hizo kazi ya ndani au ni mwanajeshi basi ndo vitu ambavyo nilikuwa napenda. Sasa kwani hizo hazina zinahitaji elimu? Sasa mpaka nikafanye kazi mpaka mm, nimalize shule. Eh. Kwao watanishawishi wazazi labda niende tena kwenye kitu kingine. Alafu ni kitu ambacho mimi naweza nikawapotezea ila kwa sababu mm, sikipendi. Kwa nikaa nimeacha, nikaa nimeingia kwenye kazi. Ngoja kwanza tu, ngoja kwanza hata tusiruke hapo kwa sababu umeongea kitu kikubwa sana na ambacho ni hatari sana kwamba unafikiri kufaulu kwenye maisha ni kuacha kusoma. Hapana. Uh, ila kulazimishwa kusoma kitu ambacho u, u, ukipendi, hiyo ndio inaweza ikaleta shida, lakini nafikiri shule zetu bado. Ulikuwa uko kwenye msingi msingi, manake ni eh, shule ya msingi sekondari, si ndio eh? Ukija kuingia chuo, ndio unachagua taaluma, aidha sasa ndio unataka kuwa mwanajeshi au unataka eh, kozi gani, kazi, kazi za ndani, lakini nachotaka hapa msichana ambaye amekusikiliza asije akachukua kwamba kumbe mi naweza nikasema tu ngoja nif nifanye vibaya ili, sio, hapana. Kwa sababu <coughs> hata hapa umeona Wadada Center sasa hivi tumeta tumetambulisha lazima tusome yaani kwa sababu tunataka tuende kwenye tunataka watu walipwe vizuri mm. lakini huwezi kulipwa vizuri kama hufanyi hizi kazi vizuri. Ndio maana tumerudi shule, tumeandaa mtaala wetu ili watu wasome. Unasoma huku unafanya kazi, unasoma huku unafanya kazi ili yeah. upandishe ile thamani yako. Kwa hiyo swala la kusoma liko pale pale, eidha unasoma. Unajua wengine wanajua, kwa sababu sikwenda darasani, e, labda ndio sijasoma. Hapana, ukija kuangalia wewe, toka umeacha kusoma ulishia form ngapi? Kidato cha pili, kidato cha pili haimaanishi kwamba kuna vitu hujajifunza toka umeacha hicho kidato cha pili. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe maisha ni shule, kwa sababu ulikuja huku ukaanza kufanya kazi ambazo pengine ule muda uliofanya, kuna vitu ulikuwa unajifunza by experience, sio darasani, lakini kwa experience ndim. Ukiwa kazini, si ndio? Kwa hiyo ishu ya elimu Yani hiyo ndio msingi wa mafanikio ya mwanadamu yoyote. Elimu sio sasa tu, tu, tu, tu. Yani tutofautishe maarifa na ile kwenda kukariri tu vitu kichwani alafu unakuja mtaani huwezi kuvitumia. A a, hapa tunazungumzia yale maarifa ambayo unatakiwa kila siku uendelee kupata maarifa na kuyafanyia kazi kuboresha maisha ya watu wengine ili wewe uweze kuboreshiwa ya kwako, kwa sababu kama hivi unavyoenda nyumbani kwa mtu kufanya kazi, unamboreshea maisha yake, nyumba yake safi, watoto wasafi, umempikia vizuri, si so, umeboresha maisha ya bosi yeah. Lakini mwisho wa mwezi na yeye anaboresha ya kwako kwa kukupatia nini, mshahara eh. Sasa huwezi kufanikiwa usipojikita kwenye maarifa na ndio maana sisi sasa hivi tunasisitiza anayetaka kufanya vizuri kupitia Wadada Center lazima aingie darasani, na tumetambulisha hiyo kozi yetu ambayo tunawafundisha ili muweze kuwa bora. Kwa hiyo jamani, nitaka tu niweke vizuri hapo. Kwa Dada Agnes, msije ukasema nilifanya vibaya ili nisiendelee na shule, sio kitu kizuri. <laughs> ya yeah? sio kitu, umeelewa Dada Agnes? eh umelua. yeah, lakini ndio tunavyojifunza kwenye maisha na uhakika, hata baadaye utakuja kugundua, mm, kumbe bora hata ningeba, kwa sababu kwa mfano hapa wakati tuna tunatoa hizi kazi za smart, tunasema uje na cheti angalau cha form 4 si ndio yeah. Sasa uone kama unakumbuka, utasema mm, na mshahara si laki tatu smart. Kwa hiyo hakuna kitu kitakwambia ningemaliza form four hapa saa hizi, kwa sababu uzoefu wa kazi za ndani wee saa hivi unao, si umefanya sana hizi kazi? Nimefanya, ndio sana. Sana, eh? Kwa hivyo uoni kama ungekuwa na cheti hicho cha form four ambacho ulifanyafanya vibaya uli usiendelee, ungekuwa nacho kingekubeba sindio? Ndio e. Yeah. Kwa hiyo sitaki kuencourage wadada especially wasichana, tulikuwa tunaonekana kama msichana akaolewe tu Asiende shule. Ukipata chansi ya kusoma soma. Mm -hmm. e, kuna mali hivyo viti vyako, hata ukijiunga na vyuo. maona dada anataka akasome chuo, hata wewe utataka kusoma chuo. Sisi hii tunatumia uzoefu tulio nao kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, tunaweza kuwaandalia hiyo kozi ya kuwasaidia kuboresha hizi kazi mnazoenda kufanya. Lakini kama unataka kusoma kitu kingine, kozi nyingine, wataanza kusema uwe na cheti cha form four ndio uweze kuingia kwenye kozi fulani, kwao ni muhimu sana sana sana sana. Na najua huko Mwanza walikuwaga wanaambiwa wafeli. Wa sasa, mi nashangaa, we ukuambiwa, uliamua mwenyewe, mimi sikuambiwa. Wale kule wanaambiwaga feli ili uolewe. Kwa hiyo mtoto akienda anafanya Mwanza mm, anasikia huko ndio watoto wanaolewa wadogo wadogo wadogo, si ndio? Majirani zenu shaukiza wako jirani jirani jirani, umeona wako jirani jirani. Kwa hiyo ile culture imesambaa, si unajua, sunajua inatembea mdogo mdogo, kwa hiyo imeshatinga pale na wewe ukaona, ngoja nifanye vibaya ili nisiendelee kusoma ndio anaotumia ah, eh, ah. Sasa huo mbaya msimsikilize, ulikuwa eh, wabu... nikaona... unapenda nini, kwenda jeshi, jeshi. Bado hujachelewa nakipenda kwenye maisha, bado hujachelewa na umekaa kijeshi jeshi, kweli kweli, umekaa yani ulivyotaja jeshi, yani <laughs> yani jeshi. Nikakuangalia vizuri nikasema, alafu kweli anafadhania <laughs> ala eh? Aki, okay, ujachelewa Dada Agnes Dagnes. Ujachelewa, usikate tamaa. Hamna, ujachelewa. Hakuna kitu cha, kama kuchelewa kwenye maisha. Yaani hakuna. Usije ukadanganywa. Kwa nini unasema umechelewa? Kwa nini ushaikuomba kwa kosa? Kwa nini? Kuna kwa sababu kuna fana. Kuna wabunge sasa tujaribu. Nakumbuka kuna wakati nilimwona Mheshimiwa Lima na Esther Bulaya. Wakiwa wabunge, wameshakaa kwenye ubunge muda mrefu. Nikaona wameenda jeshini. Sijui unaelewa, si unaofahamu wale. Shida mi iliambiwaje? Hachana na uliambiwa ngoja kwanza. Wee unasema umechelewa, ndio nakutolea mfano wa wanawake washoka niliowaona wakiwa katika, yani wako kwenye utu uzima wao, sindio? Na wako kwenye shughuli zao, wako kwenye kazi zao, wamesha kuwa wabunge, lakini bado niliwaona wameenda jeshini. Kwa hiyo kama hiyo ni ndoto yako, usikubali mtu akwambia umechelewa. Umesikia, eh? Usikubali mtu akwambia umechelewa. Yani, na katika maisha jenga hivi, mimi nita yani, mimi nimejiwekea kwamba chochote nachotaka kujifunza mda wowote, yani alimradi na afya njema nitajifunza, haijalishi hata kama na miaka sitini sabini themanini Yaani mimi maisha yangu yote ni mwanafunzi wa chochote nachotaka kuwa. Kwa hiyo na wewe, una ndoto yako ya kuwa mwanajeshi, wewe siku yoyote hata kama utakuwa umeshakuwa mama wa watoto wangapi, wewe unaweza kurudi kule, watakuelekeza kwa nini unataka kuingia huko, wataku, watakupa taratibu zao, utaingia si e. so, eh? E, ni passion yako. Kwa hiyo usikubali mtu hichi kitu, it's too late. It's never too late wanasema, sawa. Usikubali, mi sipendagi negative. Nani akwambia una, umekuja huku kwetu, lengo la kuja huku ni nini? lengo langu mikuja huko nitafute nitimize malengo yangu. malengo yapi? Sasa kuna hayo ya kuwa mwanajeshi. Ehe, mengine nifungue biashara yangu na mimi. biashara kama ipi? biashara ambayo naipenda mm-hmm. duka la vipodozi saluni. Saluni, Saluni. Saluni. kitu ambacho nakipenda. e. katika biashara hizi za wadada wadada. e. okay, sawa, labda na chakula na chakula. unajua kupika? najua kupika sana, <laughs> <Kiasi chake, laughs> so sana. Ila hey. Chakula napika hey. hey. Sasa ndo hivyo bado na urudisha pale pale, ndo maana sisi tumeanzisha mtaala maalum ili uwe sana, yani unatakiwa unajua kupika sana, na kweli unajua sana, alafu ni kitu kinachowezekana kwa ukiingia kwenye kozi zetu utajifunza kupika sana, utajua kupika sana. Kwa hiyo ukitaka kuanzisha hiyo biashara yako ya chakula, unafanya kwenye saluni na kuuza vipodozi. Sawa, sijajua kama Uh, sikuoni si kama unapenda vipodozi, sio vitu vyako. Ndiyo maana nikasema umekaa kijeshi jeshi, uko kwenye so yeah, so <laughs> <laughs> Numari kasema <ume> jeshi ulikuwa kumekufitisha kweli kweli, lakini huku sasa unasema sipendi. Nataka niuzie wenzako, ni kizuri nawe utumie Ngoja nikwambie, <laughs> biashara zinavyokuwa, uh, mtu akikwambia una ngozi nzuri yani wewe uza, uza vipodozi. Mtu akikwambia napenda nywele zako uza uza nywele, umeelewa, eh? Kwa sababu wewe ni modo, unamotiveti, wewe ni mfano. Kwa hiyo sasa wewe kama nywele huna utaki upendi kupaka vipodozi, make up upendi. Alafu, unataka kuuza. Mimi hapo kidogo sijui kama utafanikiwa kwenye biashara. Sijawahi kumkatisha mtu tamaa na sipendi, lakini kuna biashara ambazo yani wewe unatakiwa uwe ni yani kama mimi natakiwa niuze niwe, niwe na zile za kutengenezea kucha umeona? Mm. Eh, kwa sababu ni vitu napenda na na, na na kuwa na sijui mambo ya kucha, mambo ya nywele hayo mambo ya vipodozi wengi wananiulizaga unapaka nini, unapaka nini, yani ma, kwa maneno mengine wananiambia nifanye hizo biashara. Sema tu ni eneo ambalo na mimi kutokana na shughuli zangu sio kitu ambacho napenda kufanya, lakini ningeweza kufanya na ningefanya vizuri sana. Sasa ndio hivyo biashara zinavyoenda, useme hichi kitu sipendi lakini nauzia watu mm-mm. Hiyo itakuwa ni changamoto mm? Bora kwenye chakula unaweza ukajifunza kupika vizuri, alafu watu wakija wanaonja yani eh, safi wenye chakula sawa, jeshi sawa, ila kwa kusema vipodozi upendi. <laughs> Lakini yani, mtu akuuza yule, anaweza kuuza vipodozi huyu, hapo kumuona tu ha, ni anapaka dozi. paka vitu yes, eh, si muona mtu wa vipodozi eh, yeye kasuka nywele zake kaweka vinini, ngozi yake inaonekana kabisa, anapaka paka na tupia tupia, anauza na vinauzika eh, kwa hiyo ndio hivyo. Dada Agnes karibu, asante, karibu sana. Nafikiri umeona sisi, mfumo wetu utakuwa ume umeona utofauti wa huku wa Dada Center, ndio. mm -hmm. Utofauti wetu utaumudu, si tuna mifumo kama hivyo, tunawaelekeza vitu vya kufanya, yaani hatujiendei tu kienyejienyeji. Utaweza? Naweza. Utaweza ndio. Okay, haya sawa, karibu. Asante, haya.